Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana ulipoamua kuunda tume ya maboresho, tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, hii tume hii wananchi wengi wanaweza kuona kama ni jambo la kawaida, lakini ukweli ni kwamba tume hii inaenda kuwa mwarobaini wa matatizo yote tuliyonayo. Lakini Mheshimiwa Rais, wanawake wenzako katika sekta ya afya na Watanzania wote watakukumbuka kwa namna ulivyosimamia suala la afya. Umeenda kutembelea hospitali yetu pale, umeona huduma nzuri zinavyoendelea kutolewa. Tumejenga zahanati za kutosha, tumejenga vituo vya afya, tumeboresha hospitali za wilaya. Umetuboreshea na kutujengea na kukamilika hospitali ya mkoa wa Simiyu ambapo sasa wagonjwa wengi waliokuwa wanapelekwa Bugando, sasa wanapelekwa, muda mfupi tu wanaenda kutibiwa pale Simiyu, wanarudi wakiwa wamepona. Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa miradi ya, ya kimkakati kwa kukamilisha ujenzi wa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka mpaka Dodoma, lakini bado ujenzi unaendelea kutoka Dodoma kwenda Mwanza. Mheshimiwa Rais, tunaomba hao wajenzi waharakishe. Mheshimiwa Rais, umekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere lote, megawatts zote 2115 tunakushukuru sana Watanzania wanakushukuru sana Tunajua viwanda vingi vitakuja kujengwa, wawekezaji wengi watakuja kujengwa, na hivyo utakuwa umetatua tatizo la kiuchumi la Watanzania, utakuwa umetatua tatizo la ajira ya vijana wetu. Uwepo wa viwanda vingi na wawekezaji wengi, ajira kwa vijana zitapatikana. Najua unaenda kufungua daraja la Busisi, nalo limekamilika, hongera kubwa kwako. Ujenzi wa MV Mwanza Hapa Kazi tu na yenyewe imekamilika, mheshimiwa, hongera sana. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.